Matukizo ya mataifa yale utakungaseni, namba mbili nguvu za kipepo, namba tatu madhabahu, namba nne makuhani, namba tano kumbukumbu na mikataba au maagano mbalimbali ya kiroho. Kitabu cha Waefeso sura ya sita na mstari wa kumi na mbili. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko, alama za kunguaseni. kwa maana y kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama nukta mpaka juu ya wakuu warahi mkato juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Unapoingia kwenye vita na mchao, ushindane naye mtu yule peke yake mkato, mkato. mkato. hata kama ni shangazi yako au ni bibi yako mkato. Unapambana na taasisi yenye mfumo kamili. Lakini kumbe unapambana na taasisi. Unapambana na mfumo kamili. Amina. Wote

wanapambana maisha ya wanapambana familia ya taasisi nzima wanapambana ili waharibu biashara ya Amina, lakini kwa nguvu za Yesu wa Mkombozi, na wewe ukijitambua, haleluya kwamba maombi ndiyo silaha yako haleluya, inakupasa leo uombe kwa bidii, inakupasa leo uombea mtoto wako kwa bidii pasa mama mume wako kwa bidii mama. Unaweza kuona mume wako anasumbua, unaweza ukawona mke wako anakusumbua, ukajua vita ni ya kawaida. Kumbe kuna taasisi hapo, kumbe kuna serikali ya kichawi ya hapo na mfumo wao, wanapambana nayo mama, wanapambana nayo mume, lakini dawa kubwa ni kusimama na maombe mahombe ponetaisanamamamsemayezi